Yes. Yes. Labda iwapo serikali maridhiano nasema inatosha iyo tuliosema kwa leo kwamba yeah. Mheshimiwa rais kesho anafungua bunge, labda unadhani uh, uh, nini unatarajia kutoka kwake? Labda nini ambacho unatarajia kutoka swala la maridhiano, wananchi wengi wanatamani kusikia kutoka kwake, kama kwa, kwa, kwa sababu lazima tuanze kujua kwa nini tumefika hapa na tumefikaje. Bado watatutaarifu ni lini wanatakuja kuripoti yes. yeah. Sasa hilo hilo ni jambo jingine, lakini mwisho wa siku ni kwamba wamesema wanataka wasiku wa kuja kuripoti, watatoa taarifa. Hali ya kitaifa sio nzuri, watu wengi sana kwa maelfu wamekufa. kinachohitajika sasa kwa taifa letu ni haki, ukweli na uwajibikaji. Watanzania wanataka kujua wanatokaje mali hapa. Hii hali iliyopo si nzuri, kwa hiyo tunachotakiwa kwanza ukweli E, haki na uwajibikaji. Kwa nini nazungumza mambo matatu? Kwa sababu lazima tuanze kujua kwa nini tumefika hapa na tumefikaje, nani ametufikisha na kwa sababu gani. Hiyo itatusaidia kuweza kupata namna bora ya kutoka kama hapa tulipo, na asiwepo wa kujidai kuto kuiona hali hii. Hali hii haihitaji kiburi Aliyehitaji nguvu. Wote tumeshaona kumbe nguvu hazisaidii. Wote tumeshaona kumbe risasi hazisaidii. Wote tumeshaona kwamba vijana wanahitaji tumaini. Na lingine ninalolisema, tusiwalaumu vijana kwa sababu Makosa yanayosababisha vijana wapoteze uvumilivu na uwezo wa kuzungumza ni sisi tu, watu wazima tuliozuia midahalo kwenye vyuo vyetu. Tumezuia, tukaigeuza midahalo kama uhalifu. Kwahiyo watu hawajapata fursa ya kuzungumza, kujua kwamba nikizungumza naweza nikasikilizwa. Kwahiyo ni victim wa mifumo yetu. Ni wajibu kuanza na ukweli, haki ili kuleta uwajibikaji. Na lingine watu vyombo vyetu vya dola, hususan jeshi la polisi lihakikishe watu wote waliopotea, watu wote waliopatwa madhara kulingana na tukio hili wanapatikana na kukabidhiwa kwa ndugu zao. Watu wapewe maiti za wapendwa zao wao wakawazike, na kama kuna wowote walizikwa kabla ya wakati eh, kwa sababu zozote zile, wananchi waonyeshwe yaliko makaburi, ndugu wakafanye mazishi ya wapendwa wao. Na la mwisho, tupunguze kamata kamata hii inayoendelea na, na kushtaki vijana. Lazima turudi katika meza ya kuhakikisha kwamba ukweli haki na uwajibikaji ndivyo vinavyotuongoza, na hili linawezekana tukiamua kukaa kama watu wazima wenye akili timamu. Vinginevyo hatutatoka salama hapa tulipo. Asanteni sana. E, viongozi walitoa kwa ajili ya kuripoti kwenye ofisi ya co na baada ya kuripoti wakaambia waje kuripoti leo, na leo wameripoti tena. Tumepewa majibu kwamba tarehe ya kuripoti nyingine tutapigiwa simu. Hicho ndio kinachojiri leo, bado watatuarifu ni lini wanataki kuja kuripoti sasa. Hilo hilo ni jambo jingine, lakini mwisho wa siku ni kwamba wamesema wanataki sikwa kuja kuripoti, watatoa taarifa kama wanaruhusa wa kusafiri. Ni haki yao kusafiri, hakuna zuio lolote wao kusafiri. Yes. Yeah. No, ah, ha, kujia, E, watu wanaweza kuwatenga na hata e, wakina Mandera walikimbia wakati makaburu wa, sio sifa nzuri kwa nchi yetu, kwa sababu hii ndio nchi iliyokuwa kimbilio ya wanamibia wa Afrika Kusini, watu wa Zimbabwe wakati wanaumizwa kule na wazungu. Sasa leo kama nchi yetu imefikia sehemu watu wanakimbia kwa sababu ya usalama wao, na ni prudent tu kwa sababu kuna watu wengi wamepotea, wengi sana wakiwemo viongozi wakubwa kama Polepole pole ambaye amekuwa katibu mwenezi wa CCM. Sasa hili sio jambo dogo. Kwa hiyo tuta, ndio maana tuna vikao ambavyo tutajadili mambo yote kwa kina na tutatoka na comprehensive report ya nini kimeendelea kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi, na ni hatua gani kama chama tachukua. Mheshimiwa Rais kesho anafungua bunge, labda unadhani nini, unatarajia kutoka kwake, labda nini ambacho unatarajia kutoka As far as we, uh, we know, na sisi msimamo wetu no. Imetosha hiyo tuliyosema kwa <coughs> leo <coughs> kwamba